Unajua, tatizo kubwa si kushindwa, bali ni kukata tamaa. Lakini leo nitakuonyesha njia ya kurudisha moto ndani yako hata kama dunia nzima imezima taa zako. Tazama video hii hadi mwisho, na kabla hatujaanza, bonyeza subscribe, like, comment na share, kwa sababu safari ya kuinuka inaanza sasa. Mada ya leo inahusiana na mambo matano ya kufanya ukijikuta katika hali ya kukata tamaa. Ukijiona upo katika hali ya kukata tamaa kwenye kutimiza malengo yako ya kimaisha, usithubutu kufanya hivyo hata mara moja, ila fanya mambo yafuatayo kwani ni moja mambo ya mambo yatakayokusaidia kuliko kukata tamaa. Jambo la kwanza, kubali kuwa changamoto ni za muda tu. Hakuna maumivu yanayodumu milele. Changamoto ni za muda na zipo kukuimarisha, si kukuangamiza. Mfano, fikiria mtu kama Jack Ma mwanzilishi wa Alibaba alikataliwa mara 30 kwenye kazi hata McDonald's walimkataa. Watu wengi walikata tamaa, lakini yeye aliamini hali ile ni ya muda. Leo hii jina lake ni historia ya mafanikio duniani. Kila mtu anayefanikiwa amewahi kupitia kipindi cha maumivu, kushindwa au kukataliwa, lakini siri kubwa ya kuvuka ni kutambua kuwa changamoto ni za muda, si za kudumu. Ukianza kuona majaribu kama sehemu ya safari, badala ya mwisho wa safari utapata nguvu mpya ya kuendelea mbele. Wakati mwingine Mungu anakuruhusu kupitia giza, si kwa ajili ya kukuangamiza bali kukuandaa kwa mwanga mkubwa zaidi. Kama leo mambo yako hayapo sawa, usiogope. Giza la usiku halidumu. Jua linakuja. Vumilia kidogo zaidi kwa sababu hujui, huenda kesho ndio siku yako ya mabadiliko. Kumbuka, watu wengi huacha mita moja tu kabla ya kufanikiwa. Jambo la pili, amini katika uwezekano si katika kutowezekana. Kila tatizo linajibu, kila mlango uliodhani umefungwa una ufunguo wake. Watu waliofanikiwa waliamua kuamini kuwa suluhisho lipo hata kama hawalioni bado. Mfano, fikiria Colonel Sanders, mwanzilishi wa KFC alienda kujaribu kuuza wazo lake la kukaanga kuku kwa zaidi ya mara elfu moja na tisa kabla hajakubaliwa. Kama angeamini haiwezekani, leo kusingekuwa na KFC duniani. Wakati mwingine si mazingira yanayotuzuia, bali ni imani zetu potofu. Akili inapokataa kuona uwezekano, hata fursa kubwa hupita bila kuonekana. Watu waliofanikiwa hawakuwa na hali bora kila wakati bali walikuwa na mtazamo chanya uliozidi vikwazo vyao. Ukitaka kuvuka, amini kuwa suluhisho lipo hata kama bado hujaliona. Imani ndiyo ngazi ya kwanza ya mafanikio. Usiache kuamini. Kila kitu unachopitia sasa kina lembo, pengine Mungu anakufundisha uvumilivu, nidhamu au imani, kabla kukupa mafanikio yako. Amini kuwa suluhisho lipo naendelea kutafuta. Ukikubali kuamini akili yako inaanza kuona njia ya kutoka na mara nyingi hapo ndipo mafanikio yanapoanza. Jambo la tatu: usijionyee huruma, simama tena. Kujionyea huruma ni silaha ya adui inayokuzuia kusonga mbele. Watu waliovuka magumu hawakulia muda wote, waliamua kuchukua hatua hata wakiwa wamevunjika moyo. Mfano, Oprah Winfrey alipitia unyanyasaji wa kitisha akiwa mdogo, aliweza kuwa mhanga wa maisha lakini badala yake alichagua kuwa mshindi. Leo ni miongoni mwa wanawake wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Kujionea huruma ni mtego hatari zaidi kuliko changamoto yenyewe, inakufanya ujihurumie badala ya kujisaidia. Kila sekunde unayoitumia kulalamika ni sekunde unayopoteza kujenga kesho yako. Watu wenye nguvu si wale wasioumizwa, bali wale wanaoumizwa na bado wanaamua kuendelea kusonga mbele hivyo badala ya kuuliza kwa nini mimi, jiulize, nifanye nini kutoka hapa nilipo? Ndipo utapata nguvu ya kweli. Hata kama moyo unaumia, simama. Hata kama umepoteza kila kitu, songa mbele. Hata kama dunia imekugeuka, kumbuka, bado una nafasi ya kujigeuza wewe mwenyewe. Hali ulionayo sasa inaweza isiwe rahisi, lakini usijionyee huruma, jione mshindi ambaye bado yuko vitani. Jambo la nne: Kumbuka ulipotoka na ulivyopona mara ya mwisho. Kuna nyakati nyingi ulifikiri hutavuka, lakini uliweza. Ulipopoteza ulisimama tena. Ulilia lakini bado ukaendelea kuishi. Huo ni ushahidi kwamba hata hii safari utaivuka. Kila mtu ana kumbukumbu za ushindi wa nyuma. Wakati mwingine tunakata tamaa kwa sababu tumesahau jinsi tulivyovuka vizingiti vya jana. Kumbuka pale ulipolia ukidhani ni mwisho wako, lakini leo unaishi. Huo ni ushahidi wa uwezo ulio ndani yako. Kila kumbukumbu ya ushindi ni ushahidi kuwa unaweza tena, hata sasa. Usiache kumbukumbu za ushindi wako nyuma. Kila ushindi wa jana ni ushahidi wa kesho bora zaidi. Kama Mungu alikutoa kule, ataweza tena. Jambo la tano: zungumza na mtu unayemwamini, usibebe mzigo peke yako. Wakati mwingine kutamka maneno yako kwa mtu sahihi kunapunguza nusu ya maumivu ulionayo. Tafuta mtu mwenye hekima au mshauri au rafiki ambaye anaweza kukusikiliza bila kukuhukumu. Kuna nguvu kubwa katika kutamka maumivu yako kwa mtu sahihi. Akili na moyo vikipata nafasi ya kuongea huanza kupona. Usijifungie ndani ya upweke, maana kimya kinaweza kuwa adui wa maendeleo. Tafuta mtu mwenye hekima na moyo wa kusikiliza, si wa kukuhukumu. Msaada wa kweli wakati wa kukata tamaa huanza pale unapojiruhusu kusaidiwa. Kutoa hisia si udhaifu, ni uponyaji. Watu waliopona haraka ni wale waliothubutu kuongea. Hayo ndio mambo matano ya kufanya ukijikuta upo katika hali ya kukata tamaa. Kumbuka, kila giza lina mwanga wake, kila shida ina jibu lake. Usikate tamaa, kwa sababu leo unaweza kuwa kwenye mwisho wa giza, lakini kesho ni mwanzo mpya. Tumia nguvu zako tena, na subscribe, like, comment na share video hii. Hujui, huenye mtu mwingine anahitaji maneno haya leo.